Huzuni, majonzi na bibi la simanzi viligubika kijiji cha Mwanzai jibana kaunti ya Kilifi mwaka elfu mbili ishirini kufuatia kifo cha mzee Morris Mgute ambaye alikuwa baba ndugu na daktari wa kijiji hicho. Daktari Mgute aliaga dunia baada ya kuugua maradhi ya figo kwa takriban miaka minne. Mwanawe Benson Mariga anaeleza jinsi walivyobaini maradhi ya figo kwa mzee wao. Mzee aliugua ugonjwa wa kidney failure, na ugonjwa huu yeye mwenyewe aliujua akiwa bado yuko kazini, kwa sababu alikuwa akihisi maumivu katika hizi sehemu za tumbo hapa chini, ambayo utasema ni abdominal pain. Maumivu hayo alikuwa anasikia mara kwa mara. Sasa yeye mwenyewe kwa sababu alikuwa ni daktari, akahisi kwamba labda ni hizo figo ndo zinamsumbua. Sasa kuthibitisha zaidi, ilibidi aende kupata vipimo ili au ajue kamili kama ni ugonjwa huo kweli unamsumbua ama namna gani. Alivyoenda kwa vipimo, alipata kuwa hizo figo zake zilikuwa kidogo zimefura. Benson anaeleza jinsi matibabu yalivyoendelea katika hospitali ya Jocham na gharama yake hatukuwa eti tumejipanga kwa sababu ya hali hiyo, kwa sababu hata wengine walikuwa bado hatuna ajira, ilikuwa bado tunasoma. Yeye tu ndo alikuwa yuko kazini na yeye ndo kama ndo alikuwa tunamtegemea. Wakati akihisi hizo figo ziko na shida, baada ya miaka miwili hasa ni kama zilikuwa wasen, zilikuja zikawa na shida zaidi, so ikabidi aende jocha mpale ili kuchunguzwa zaidi. Wakati alipofika jocha mpale akaambiwa hizo figo zimefeli, yani hazifanyi kazi, so itabidi anzishe dialysis. Hata hivyo anasema hawakupata usaidizi kutoka kwa serikali wala mashirika na NHIF MZ mzee haikuwa inafanya. Kuliendaje hiyo dialysis? Ilikuwa ni challenge kidogo, kwa sababu wakati huo NHIF yake mzee ilikuwa haifanyi. Sasa ikawa dialysis inafanyika twice a week, ambayo ni Tuesday na Friday. Sasa ilikuwa tunajipanga sisi kama familia, ilikuwa tunatoa cash ambayo ilikuwa tunalipa 7500 ili ndo wafanyiwe hiyo dialysis. Leo hii ulimwengu ukiadhimisha siku ya maradhi ya figo, hospitali ya Nairobi imetoa wito wa ukaguzi wa haraka wa maradhi hayo ili kupunguza maradhi hayo nchini. Kulingana na daktari mkuu wa figo katika hospitali hiyo, Daktari Peris Koge, maradhi ya figo yamekuwa yakiongezeka nchini. Kwa mjibu wa takwimu, watu milioni nne kote nchini wanaugua maradhi ya figo na idadi hiyo ina a kuongezeka hadi milioni 4.8 kufikia mwaka wa elfu mbili thelathini. In Kenya, we are about 0.9 to 1%. So if Kenya right now has um a population of 50 million, it means about 5 million people could be suffering from kidney disease. but there could be more because there is also rising lifestyle diseases which are hypertension, diabetes and obesity. So so Daktari Koge anasema watu wanaogua maradhi ya shinikizo la damu, sukari na uzito zaidi mwilini wako katika hatari kubwa ya kupatwa na maradhi ya figo. Hospitali ya Nairobi inaadhimisha siku ya maradhi ya figo ulimwenguni kwa kuendeleza zoezi la kukagua afya ya figo bila malipo. World Kidney Day, and Nairobi Hospital, participating greatly and we will have um, an event at parking five where we will do screening so screening is so the screening we are going to do is we're going to take your blood sugar we are going to take your urine Maradhi ya figo hutibiwa kupitia upandikizaji wa figo nyingine au dialysis. Benson anaeleza gharama ya dialysis ambayo walikumbana nayo. Na hiyo na, ilikuwa ni challenge kubwa kwa sababu tuseme kwa wiki ilikuwa ni 15,000, kwa sababu ilikuwa ni twice a week. Hiyo ilikuwa ni challenge sana kubwa kwa sababu ulikuwa, wakati huo pesa ilikuwa hakuna, ilikuwa ni ile tu kujimudu kwenda mbio biashara hapa na pale, ili ndo mzee apate hiyo pesa ya kutibiwa yote tisa maradhi ya figo yanatibika ikitambuliwa mapema Benson aidha na wapa tumaini wanaugua maradhi ya figo kitu ambacho naweza kuambia hawa ambao pengine wanahisi wana hali kama hiyo wasife moyo kwa sababu matibabu yako na tunashukuru hospitali zetu sasa hizi zimekuwa na hizo mitambo ya dialysis na inafanya kazi vizuri. Kuna hizi za serikali na kuna hizi za private, zote mitambo iko na. Msikuwe na wasiwasi, kwa wale ambao pengine wanahisi wako na hiyo ugonjwa akasema itakuwaje, sijui maisha ndo ameisha. A, nimekuwa mtayarishaji na msimulizi wa makala haya na kuacha na swali hili, je, figo zako ziko sawa? Mimi ni Ali Vincent.